Hii ndiyo sababu Yesu alikufa ili kuwaokoa wenye dhambi, ili aweze kuithibitisha sheria huku pia akitupatia neema, hivyo angeweza kuwa mwenye haki na mwenye kuwahesabia haki wale waaminio. Warumi sura ya tatu ishirini na tano hadi ishirini na sita. Ni udhihirisho ulioje wa upendo! Kwa hiyo sheria haijabatilishwa na mchakato wa ukombozi badala yake inathibitishwa zaidi. Soma Warumi sura ya sita aya ya kwanza hadi ya tatu na kisha Warumi sura ya saba aya ya 7 hadi 12, kwa msisitizo maalum katika aya ya 12. Aya hizi zinatuambia nini kuhusu sheria hata baada ya Kristo kufa? Wakati ambapo wengine wanaamini kwamba neema na ukombozi vinaifuta sheria, Paulo yuko wazi kwamba hatupaswi kudumu katika dhambi ili neema izidi. Badala yake, wale walio ndani ya Kristo kwa imani wamebatizwa katika mauti yake na kwa hiyo wanapaswa kujihesabu kuwa wafu kwa dhambi na walio hai kwa Kristo. Sheria ya Mungu si dhambi, lakini miongoni mwa mambo mengine inadhihirisha kwetu dhambi na hali yetu ya kuwa wenye dhambi. Ndiyo maana, naam, torati ni takatifu na ile amri ni takatifu na ya haki na njema. Warumi sura ya saba aya kumi na mbili. Inafunua isivyoweza kufunuliwa na chochote, hitaji letu kuu la wokovu, ukombozi. Wokovu na ukombozi unaokuja kupitia Kristo pekee. Kwa hiyo Hatuibatilishi sheria kwa imani, bali kinyume cha hayo twaithibitisha sheria. Warumi sura ya tatu ya thelathini na moja. Kristo hakuja kuitangua torati bali kuitimiza yote yaliyoahidiwa katika torati na katika manabii. Hivyo anasisitiza kwamba mpaka mbingu na nchi zitakapoondoka hata yodi moja wala nukta moja ya torati haitaondoka. Mathayo sura ya tano ya kumi na nane. Sheria ya Mungu yenyewe inawakilisha utakatifu wa Mungu, tabia yake kamilifu ya upendo, haki, wema na ukweli. Walawi sura ya 19 ya pili. Zaburi ya 19 ya 7 na 8. Zaburi 119 ya 142 na 172. Katika suala hili ni muhimu kwamba kwa mujibu wa kutoka 31:18 Mungu aliandika amri kumi kwenye mbao za mawe mwenyewe. Zikiwa zimeandikwa katika mawe, sheria hizi ni ushuhuda wa tabia isiyobadilika ya Mungu na serikali yake ya maadili iliyojengwa juu ya upendo, mada kuu ya pambano kuu. Uhusiano huu kati ya sheria na upendo unatusaidiaje kuelewa vyema maneno ya Yesu? Mkinipenda, mtazishika amri zangu. Yohana 14:15. Mungu atubariki sote.